Bwana Yesu asifiwe. Ninaitwa Esther Sospita Mpolo, ni makamu katibu wa USCF Taifa. Na siku hii ya leo tumepata neema ya kuweza kumtembelea uh, baba Askofu Kenani Panja ambaye ndiye mlezi wa USCF Taifa. Nipende kumkaribisha baba Askofu kuweza kuzungumza na wana USCF. Najua na ni tumekuwa na kipindi kizuri cha kupata malezi yake. Basi karibu sana baba yetu uweze kuzungumza na wana USCF na kuwasalimia wana USCF na kufahamu mambo mengi pia kupitia wewe. Asante. Nashukuru kwa kunikaribisha. Lakini pia nitumia nafasi hii kuwakaribisheni ninyi wana USCF ambao umefika ofisini kwangu siku hii ya leo ya tarehe 18 mwezi huu wa Februari mwaka wa 2025. Nafurahi pia kwamba mmeongozana na mchungaji Kalinga kufika mahali hapo. Kwa hiyo nafurahi na, na wakaribisheni karibuni sana. Asante. Lakini pia nitumia nafasi hii kuwasalimia wana USCF wote kitaifa walio kwenye matawi mbalimbali ya mbali, vyuo vyetu vikuu hapa nchini na kuwatakia kila la heri kwa ajili ya haya yanayoendelea, hasa ikiwepo maandalizi ya mkutano mkuu wa kumi na mbili wa USCF kitaifa utakaofanyika jijini Mbeya wakati wa li lile juma la Pasaka, kuanzia tarehe 17 hadi ishirini ya mwezi huu mwezi huo wa nne mwaka 2025. Na mkutano huo tunategemea kwamba utafanyika katika ile shule ya sekondari St. Mary's hapo mjini Mbeya, maeneo yale ya Kadege. Asanteni sana. Kwa hiyo nawakaribisha, karibuni sana. Uh, natama, kuna vitu ambavyo wana USCF wanatamani kuvifahamu. Mimi nimekuwa mwana USCF kwa takriban miaka mitatu sasa, na nimekukuta kama mlezi mimi mwenyewe nina swali ambalo lipo ndani yangu kujiuliza. Je, ni kwa muda gani ambapo umekuwa mlezi, uh, askofu mlezi wa USCF Taifa, na natamani pia wana USCF wa wana wanatamani sana, mgeni first year ndo amefika, lakini ajui. Okay, uh, Baba Kenani Panja amekuwa uh, askofu mlezi wa USCF kwa miaka mingapi? mm, asante sana kwa swali zuri <laughs> e, ni muda mrefu kidogo, ni muda mrefu kidogo. Miaka nane, ni miaka nane imepita na okay. Sasa huo ni mwaka wa tisa nimekuwa nikifanya huduma hiyo kama mlezi wa wana USCF kitaifa. Kipekee kabisa nipende kukupongeza kwa namna ambavyo umekuwa pamoja na sisi na kushirikiana na USCF kwa ukaribu. Miaka nane si haba ni miaka mingi, ni hakika tunaweza tukasema tumeona mchango wako mkubwa sana sana sana katika malezi na kuhakikisha kwamba uh, hii kukutolea kwa, kwa usahihi na kwa ubora zaidi, USCF kuendelea kuwa bora, na jua umeshiriki mikutano mingi mikutano na tunavyozungumzia miaka nane itimisi kwamba kuna mikutano nane ambayo tayari umeishiriki. Mm, natamani kujua mkutano gani ambao umebeba kumbukumbu kubwa ambao hautakuja kuisahau uh, katika, katika safari yako hii ya kuwa mlezi wa USCF? Ni kweli katika mikutano yote hiyo ambayo, karibu sasa, mikutano nane nimeshiriki kuna mambo mengi ambayo nimejifunza mambo ambayo nitaendelea kuyakumbuka. Eh, la kwanza ni mkutano tuliofanyia kule Zanzibar kule Zanzibar. kuna mambo mawili ambayo nitaendelea kuyakumbuka okay. Jambo la kwanza, kitu ambacho nilikuwa sijakizoea, kulikuwa na maaskofu mbalimbali ambao tuliwaomba kuendesha vipindi katika mkutano ule. Sasa katika mazingira ambayo sikutegemea askofu mmoja ambaye siwezi kumtaja jina, yeye alikuwa kila kisimama kwenye kipinda anakuwa na mlinzi nyuma, anapoendelea kufundisha somo lake anakuwa na mlinzi nyuma yake, anatoka nje, hata unapojaribu kuongea naye jambo, huyu askofu anakuwa na mlinzi nyuma yake. Sasa ili jambo sikulizoea. Okay. Kwa hiyo nimeendelea kulikumbuka jambo hilo kwamba kumbe kuna mambo kama haya yanaweza kutokea. Kwa hiyo mimi niliona ile ilikuwa jambo la pekee sana. Sijali, sijalizoea, sijawahi kuona. Kwa hiyo kwangu lilikuwa jambo ambalo naendelea kulikumbuka mpaka leo. Ni pia kwa sababu tangu utoto tunapojifunza historia tulikuwa tunajifunza mambo mbalimbali mbali. Sasa nilipoenda Zanzibar tulipata nafasi ya kutembelea mahali ilipokuwepo soko la watumwa. Ah, nilipofika eneo lile, moyo wangu nilikuta, mara nahuzunika, mara nawaza ili na lile kwa nini hasa nilipoona baadhi ya picha katika maeneo ambayo tulitembezwa, utumwa jinsi ulivyoendeshwa, vyumba ambavyo watumwa walikuwa wakipelekwa kutoka hatua fulani kwenda nyingine Ndiyo. Naona hata aina ya visanamu viko pale, watu wamefungwa minyororo shingoni na mingine imefungwa kwenye visigino vyao. Kupata picha ile, nilisikitika hasa kuwasikitikia wa wakati ule lakini pia nilimshukuru Mungu kwamba asante Mungu, kwamba nimezaliwa katika kipindi ambacho tayari nchi yetu iko huru, mambo ya utumwa yalishakomeshwa, hayapo. Kwa fupi niseme nayakumbuka hayo mawili kama ambavyo nimesema. Okay. Kwa taswira hii inatuonesha kwamba mtu hawezi kuja kwenye mkutano mkuu akatoka hajajifunza jambo kubwa ambalo litaacha kumbukumbu kwenye maisha yake na likaendelea kudumu kwa vizazi na vizazi, akaja hata kuwasimulia wajukuu ndio, okay. Ndicho nachoamini okay. Sambamba na hilo, natamani kufahamu changamoto gani ambazo ulizipitia ukiwa katika nafasi hii kama askofu mlezi wa USCF taifa. Changamoto ni za kawaida sana, changamoto ni za kawaida. E, wakati fulani, hasa hizi safari za kwenda mikoani, umo kwenye mikutano yetu hii, e, Nieleze kwa mfano, kuna wakati sijalala, nimekesha, ninasafiri na, natakiwa kusafiri kwa ndege. Ratiba ya ndege inabadilika kutokea mjini Mbeya, ule uwanja wa Songwe, kwenda Dar es Salaam. Nikasafiri usiku, nimeondoka saa 4 Mbeya, nafika Dar es Salaam saa 5. Natakiwa niondoke Dar es Salaam kwenda Kia saa 11, maanake hapo lazima nikesha. Kwa hiyo nilikesha pale Dar es Salaam, sikulala. Mbeya sikulala, nafika kwenye mkutano wakati wa kufungua mkutano sikushiriki, nikaenda kulala kwa, nikaiona hii ni moja ya changamoto katika utumishi wangu <laughs> Lakini jambo lingine ni kwa mfano, tangu nimeanza nafasi kwa mlezi wa USCF US, kitaifa mm -hmm. uh, nina kanisa naloiongoza na mikutano mikubwa kama hii ya wakati wa Pasaka natakiwa niweko kwenye jimba au diocese yangu. Lakini miaka yote nane hii nimekuwa nje ya hapo. Kwa miaka nane sijasali kwenye kanisa langu. Kila mkutano mkuu wapasa kunapokuja niko nje ya mahala ambapo nitakiwa kuwa. Ni changamoto, ni aina ya changamoto nayo na hiyo. Asante, asante. Okay, sisi tunaweza tukasema kwamba kwetu wana USCF hatutaichukulia kama changamoto ila tunaitafsiri kama upendo mkubwa ambao ulikuwa nao kwetu, kwa sababu kuacha kanisa kuja kwa watoto wako. Sisi tuna utafsiri kama upendo mkubwa. Sambamba na hilo, ninatamani kufahamu, je, malezi haya ya ya ya, ya wanafunzi kupitia USCF yana mchango gani katika ustawi wa kanisa tunapokuwa na vijana hawa wa vyuo vikuu wakiendelea kufundishwa neno la Mungu na mambo kadha wa kadha yanayoweza kuwasaidia katika maisha yao ya mbeleni. Upande wa kanisa, tunaona kwamba kanisa linakuwa na watu ambao naweza kwa lugha ni, ni, wasomi. Kanisa linakuwa na watu wasomi hawa wenye upeo wa mambo mbalimbali mbali. Kanisa linapohitaji kufanya jambo linaweza kuwatumia hawa kwa sababu wamo ndani ya kanisa, ni wasomi hawa, wamepitia mm, vyuo vikuu, wana elimu yao. Kwa hiyo hii naiona ni faida kubwa kwa kanisa kuwa na watu ambao wana elimu na upeo mkubwa wa kujua mambo mbalimbali. Kwa hiyo tukiwa na vijana ambao wamepitia USCF wakapata elimu hiyo ya kumjua Mungu wakarudi kwenye kanisa, huko ni faida kubwa. Ni faida kubwa. Hmm. Uh, ni faida kubwa. Pamoja na hilo tunaelekea kwenye mkutano wa USCF wa kumi na mbili sasa ambao wenyeji wetu ni Mbeya, na huo mkutano wetu kwa neema ya Mungu tutaufanyia pale St. Mary's ambapo tunatarajia kukusanya vyo vya kati pamoja na vyo vikuu sasa. Kuelekea kwenye mkutano huu wa kumi na mbili wa USCF Taifa, una nini cha kuambia vijana kuelekea kwenye huu mkutano? Asante. Kwanza napenda kutumia nafasi kuwaalika vijana wa vyo vikuu, wajumbe wote kuhudhuria mkutano huo kwa sababu katika mkutano huo vijana wanapata kus kusaidiwa namna ya kuishi maisha ya uadilifu mbele za Mungu na mbele ya jamii katika mkutano kama huo. Lakini pia katika mkutano kama huo vijana wanaandaliwa kuishi maisha ya uzalendo kwa Mungu na kwa kanisa lao, lakini pia na kwa jamii kwa. Yani, kwenye mikutano kama hiyo wanajifunza maisha ya kuwa wazalendo mbele ya Mungu, mbele ya kanisa na jamii kwa ujumla. Okay. Lakini pia katika mkutano hiyo hiyo vijana wanapata elimu ya kuwasaidia namna ya kuishi maisha ya kujitegemea hapo baadaye na hata kutumia fursa zinazowazunguka kwa ajili ya kutafuta riziki zao. Kwa hiyo ni mkutano muhimu. Nawakaribisheni vijana wote, hata ambao itakuwa ni mara ya kwanza kwamba watakavyoingia katika mkutano huu si ndivyo watakavyotoka, kuna kitu watapata, na tunao uzoefu vijana wengi ambao wamekuwa wanachama wa USCF kitaifa wamezungumza mengi kile ambacho wamenufaika kutokana na kuwa wana USCF kitaifa. Tunashukuru sana baba kwa ajili ya mwaliko wa vijana kuja kwenye mkutano mkuu wa USCF kumi na mbili. Sitaki kuongeza chochote. Maneno yako yana utoshelevu mkubwa sana sana sana kumfanya kijana yoyote asikose kuja kwenye mkutano mkuu wa USCF wa kumi na mbili ambao utafanyika jijini Mbeya. Uh, umekuwa mlezi wa USCF kwa miaka nane kama ulivyoweza kutangulia kusema, uh, awali baba askofu. Ninaamini kabisa inawezekana kuna watu ambao unawafahamu kama tunavyosema kwamba sisi wengine ndo wapya kwenye USCF, ndo tumefika chuo, lakini tunatamani kusikia kwamba je, uh, kuna watu ambao waliwahi kutoka huko na wakawa vielelezo bora na wakafanya mambo makubwa ndani ya CCT na Uh, tunaweza kuwasikia hivyo, tunaweza tukapata nguvu na motisha kubwa ya kujua kwamba tupo sehemu salama zaidi. Asante. Nakiri kabisa ya kwamba ninao ushahidi wa kutosha wa vijana wengi ambao walikuwa ni wana USCF, sasa wanaendesha maisha yao na wengine wameanzisha makampuni yao lakini wengine walikuwa ni wana USCF lakini sasa hivi wameajiriwa serikalini huko, wengine ni wachungaji. Na mimi mwenyewe hapa nilipo, kabla ya USCF sisi ilikuwa ni ukwata na mimi nilikuwa kiongozi wa ukwata, mwana ukwata mzuri. Ninazungumza mbele yenu na mbele ya vyombo vya habari nikiwa askofu. Kwa hiyo na mimi, mimi nimelelewa huko huko ni faida mojawapo ya kuwa mwanachama wa USCF na ukwata kwamba ukimtumikia Mungu na kuishi maisha ya uadilifu hata jamii inakuona na serikali inakuona. Kwa nini? Kwa sababu ya ule uadilifu wako unaoonekana katika jamii na jinsi ambavyo unaishi ukiwa na hofu ya Mungu ndani yako, haya yanakupa kibali cha kukubalika mbele za Mungu na mbele ya watu. Ni kitu cha muhimu sana kwamba unavyoendelea ku, kuishi kwa kufuata maadili ya Kikristo. Kama mwana USCF, mbere yake utavuna utavuna kwamba Mungu hawezi kukuacha. Lazima tu utapata njia ya maisha yako ambayo utayaendesha maisha yako na uweze, uka, ukafanya biashara nzuri tu ukaajiriwa mahali popote ukaanzisha kampuni yako ama shughuli zako mwenyewe kwa sababu tu ya misingi hii uliyoenda nayo tangu utoto wako kuwa na hofu ya Mungu ndani yako. Tunamshukuru Mungu tumepata wakati mzuri wa kuzungumza tumejifunza vitu vingi kupitia kwa baba yetu Askofu Kenani Panja ambaye amekuwa mlezi wa USCF kwa miaka hiyo ambayo tayari tumeweza kuisikia na ame, amezungumza vitu vingi vizuri. Binafsi nimejifunza vitu vingi. Cha kwanza nimejifunza kwa habari ya upendo. Ameonyesha kwamba ni mtu ambaye anajali sana huduma ya Mungu. Aa, na kujitoa kweli kweli wakati mwingine kama alivyozungumza zungum, kwamba hakulala kwa, haku kwa ajili ya kuweza kuja kutuhudumia wana USCF. Sisi kama vijana ambao tunaendelea kukua katika, aa, katika mwili wa Kristo, lazima tujifunze vitu kama hivi kwa baba yetu kwamba lazima tufanye kazi kwa bidii na kuhakikisha kwamba kazi ya Mungu inaendelea kusonga mbele. Nikukaribishe kabisa kwenye mkutano wa kumi na mbili. Atakuwepo Sasa... Ni kukaribishe kwenye mkutano wa USCF wa kumi na mbili. Usipange kukosa, kutakuwa na mambo mazuri na makubwa ambayo yatakufundisha, yatakuelimisha, yatakusogeza mahali pazuri na utaendelea kuwa bora zaidi. Kwa hiyo niweze ni kwa ufupi tu niweze kusema usipange kukosa kuja jijini Mbeya, kwenye mkutano mkuu wa USCF wa kumi na mbili.